Ukuaji wa pato la taifa huwezi kumwacha mwanamke, kwa sababu mwanamke ndio ambaye anachangia asilimia sabini na tano la pato hili la taifa. Kwa misingi hiyo, mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wanawake wa mkoa wa Ruvuma tumejikita katika uzalishaji wa mazao ya nafaka na tunafanya vizuri sana. Tumeshika nafasi ya kwanza mkoa wetu wa Ruvuma kwa uzalishaji wa mazao ya nafaka nchini Tanzania. Kwa hiyo mwanamke huyu aliyoko hapa anakuwepo shambani, anakuepo nyumbani, anakuepo kwenye ujasiriamali. Mwanamke yeye ni kama namba sita kwenye mchezo wa mpira wa miguu, anastahili pongezi, lakini tunakutana na changamoto. Changamoto kubwa ya masoko, masoko yamekuwa ni shida, shidat Tume... Kuuza mahindi yetu NFRA, pesa zinaletwa na Mheshimiwa Rais, lakini bado pesa hiyo ni kidogo. Tunaomba sana muendelee kutu kutuhakikishia masoko, kwa sababu sisi uwezo nguvu na tunazo na ari ya kufanya kazi tunayo, hatuna shaka kwenye hilo. Wanawake, nasema uongo? Kweli. Mheshimiwa mgeni rasmi tunayo changamoto hapa, ni vizuri nikaisema, Mheshimiwa mgeni rasmi, na wewe uende kumpelekea e, mkuu wa mkoa, naamini kabisa yeye anaongea kila siku asubuhi na Mheshimiwa Rais. tunayo changamoto ya barabara ya baipasi hapa katika manispaa ya Songea hapa. Ni maeneo ambayo wilaya zote mnakuja hapa, kwa hiyo pamekuwa na msongamano wa maloli yanayobeba makaa ya mawe, yanapita kati kati ya mji wetu huu na kusababisha rabsha mbalimbali, ikiwa pamoja na usumbufu kwa wanawake wajasiriamali, ambao wanakuwa wamebeba madishi yao, wanaouza mboga mboga, wanaouza matunda, wanasukumwa sukuma na mapikipiki. Tunaomba barabara hii ianze kutengenezwa kwa haraka sana, ili kuokoa adha hiyo, lakini pia kuokoa maisha ya watu ambao wamekuwa wakipata ajali mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanawake hawa ni walezi na wamekuwa wakilea, wamekuwa wakipambana kutafuta pesa mashambani kwenye ufugaji lakini pia wamekuwa wanaungana na serikali kuhakikisha kwamba watoto wao wanasoma. Sasa changamoto iliyopo Mheshimiwa mgeni rasmi, watoto wamesomeshwa mpaka chuo kikuu lakini mwisho wa siku mtoto anabaki nyumbani hana ajira. Nichukue nafasi hii nichukue nafasi hii kukuomba sana Mheshimiwa mgeni rasmi utusaidie kuichukua hii changamoto kwamba ni changamoto ya dharura, ili watoto wetu hao walioko majumbani waweze kupata ajira. Na sisi mgeni rasmi, kama wabunge, kila mbunge atakuwa ni shahidi kwamba simu nyingi unazopigiwa kwa siku moja, asilimia sabini ni masuala ya ajira. Kwa hiyo tunaomba jambo hili kwa kweli lifanyiwe li E, utafiti aidha tuweze kupata hizo ajira kwa haraka. Jamani wanawake ndivyo sivyo? Yeah. Nimalizie kwa kutoa sifa ya mwanamke kwa sekunde chache. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwanamke ni kiumbe ambaye ameumbwa kwa, kwa kwa- kwa ajabu ameumba ameumbwa kwa ajabu kwa sababu gani? Mwanamke mgongoni anafua, anafagia, anadeki. Mwanamke huyo huyo na baba, wakati huo mmetoka shambani na mwanamke huyu mnarudi nyumbani. Ukifika nyumbani, wewe unakaa kwenye kiti, unafungulia tv aidha redio, unasikiliza, lakini mama anaendelea kuchakalika kwa maana ya utumbo wa chakula na utumbo wa kutengenezea mtoto kiwanda. Kwa hiyo hiyo inadhihirisha wazi kwamba mwanamke ni